Na gazeti Mwananchi katika ukurasa so wa kwanza laandika, Magufuli azua jambo, wasomo na wanaharakati wapinga madai yake kuwa wanaotaka mabadiliko ya haraka yatawakuta ya Libya. Mwenyekiti asema kuna tatizo, hizo ni kauli za kisiasa na kuombea kura. Lakini pia laandika CCM yaahidi kuondoa misamaha ya kodi, habari hii inapatikana ukurasa wa pili. Habari hii inapatikana ukurasa. Mwalimu Saif asema nitaifanya Zanzibar Singapore, ukurasa wa kwanza, habari kwa undani inapatikana ukurasa so wa tatu kuhusiana na habari ya Magufuli asema nitaondoa misamaha ya kodi. Habari inatoka Tanga inasema, mgombea urais wa CCM Dr. John Magufuli amemaliza kampeni zake mkoa wa Tanga akiahidi kuwakaba koo wawekezaji wakubwa wanaonufaika na misamaha ya kodi isiyokuwa na tija kwa nchi. Magufuli alisema anataka serikali yake iwe rafiki kwa wafanyabiashara wote, lakini wawekezaji wakubwa ni lazima aondolewe misamaha ya kodi isiyokuwa na tija, ili fedha zitakazopatikana zisaidie kuendeleza miradi mbalimbali mbali ya serikali. Ni taifanya Zanzibar Singapore, asema Maalim Saifu ni habari katika ukurasa wa tatu. Inasema mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha wananchi skafu, Maalim Saif Sharifu Amadi amerejea hadi zake za mwaka 1995 kwa kuhakikishia Wazanzibari kuwa iwapo atampa ridhaa ya kuingia madarakani ataibadilisha Zanzibar na kuwa Singapore. siku kumi kampeni za Loasa ukawa ni elimu bure hadi chuo kikuu, kuondoa umasikini, kuondoa ushuru wa mazao kwa ikariba kwa mazao yanayokopwa, ujenzi wa viwanda na kuongeza kasi katika utendaji kazi serikalini ni mambo yaliyoibuka katika siku kumi za kampeni ya mgombea wa Chadema Edward Lowassa na nikitimisha gazeti Mwananchi nayakamata gazeti Majira. Katika ukurasa wa kwanza laandika saf Lowasa waicheka Zanzibar, lakini pia Magufuli asema nitabeba tababa wekezaji wa safi id neema ya kuinua sekta ya viwanda nchini. Neki akiri ushindani wa uchaguzi ni mkubwa. Mwenyekiti wa neke ashauri wagombea wa nadi sera zao vizuri ili ziwe- zieleweke kwa wananchi. Ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi nek imekiri kuwa uchaguzi wa mwaka huu una ushindani mkubwa tofauti na ilivyowahi kutokea tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi nchini. Jumuiya ya Afrika Mashariki yashauriwa kuhuisha mifumo ya manunuzi. Ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mamlaka zake za usimamizi na udhibiti wa manunuzi ya umma kuhuisha mifumo yao ya manunuzi ili kuweza kupata sera itakayowezesha kupatikana kwa sheria moja ya manunuzi ya umma itakayotumika katika ukanda huo. ACT Wazalendo ya mbana Pinda. Ni chama cha ACT Wazalendo kimemtaka Waziri Mkuu Mizengo Pinda kuhakikisha kuwa kabla hajaondoka madarakani Anahakikisha anajenga barabara za lami kuunganisha mkoa wa Katavi na mengineyo. Wakati mchuano wa kuwania urais ukizidi kupamba moto, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Dr John Magufuli amesema serikali yake itakuwa rafiki kwa wawekezaji wasafi, wasio na madoa. Hii ni habari katika ukurasa wa nne, na ukurasa pili kwa gazeti hili ni habari za kimataifa. Kuna habari anasema Wapelekaji misaada kwa Boko Haramu, wa naso ya kutoka Lagos, Nigeria, inasema jeshi la nchini Nigeria limesema kuwa limewakamata watu kadhaa katika jimbo la Yobe lililopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wakisafirisha mafuta kuwapelekea wanamgambo wa kundi la Boko Haramu na nikitimisha gazeti Majira, nakamata gazeti Uhuru. Ukweli Daima laandika Gwajima kitanzini, viongozi wa dini wamshukia kama mwewe, atakiwa kueleza fedha anazowapa maaskofu. Sheikh Alhadi asema Askofu Gwajima hana maadili, serikali ichunguze katiba ya kanisa na usajili. Habari hii inapatikana ukurasa wa nne. Askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima ametakiwa kuwaeleza Watanzania kuhusu tuhuma za rushwa dhidi ya maaskofu anaodaiwa kuwakusanya kuwakusanya na kuwapa fedha kwa ajili ya harakati za kisiasa. Pia ametakiwa kueleza watu wanaompatia fedha hizo ambazo inadaiwa amekuwa akizitumia kuwaonga baadhi ya viongozi wa dini kwa maslahi ya kisiasa ya kundi la watu wachache wa Magufuli, kuboresha maslahi ya majeshi, lakini pia ukawa wanaigiza jan asema januari, ni habari nyingine katika ukurasa wa kwanza. Habari hii inapatikana ukurasa wa tatu. Mjumbe wa kamati ya kampeni za CCM na mgombea ubunge wa jimbo la Bomboli January Makamba amesema ukawa wanafanya mazingaombwe kwa kuwalazimi kuwalazimisha wananchi wazungushe mikono yao kuashiria mabadiliko. Mtawa atambia sera makini CCM ni habari katika ukurasa wa tatu inasema, katibu wa CCM wilaya ya Morogoro Vijijini, Shaibu Mtawa, ameomba wananchi na wanachama kujitokeza na kusikiliza sera kwenye mkutano wa kampeni za CCM ili waweze kufanya uamuzi sahihi wa kuwachagua wagombea wa CCM. Kituo chatoa taarifa ya upendeleo cha mtoumo Magufuli kumwacha Lowasa ni kutokana na kauli zao za mikutanoni. Ni, ni habari katika ukurasa wa tatu inasema kituo cha sheria na haki za binadamu jana kilitoa tamko ambalo liliegemea upande mmoja likimtaka mgombea urais kwa tiketi ya sisiemu John Magufuli afute kauli zake ambazo kituo hicho kimesema zinakiuka haki za binadamu. Chireolamtosa rasmi Lowasa asema waliohama sisemu wanasiasa za kitoto, wafuasi wa Ukawa wazusha vurugu Ilala, ni habari katika ukurasa wa pili, inasema mwenyekiti wa UWT mkoa wa Singida Diana Chilolo amewaponda wanachama wa CCM waliohama na kukimbilia upinzani baada ya kuangukia pua kwenye kura ya maoni kuwa wanafanya siasa za kitoto na kamata gazeti Jambo Leo sauti ya Jamii katika ukurasa oh wa kwanza, habari kubwa neema inakuja. Habari hii inapatikana ukurasa oh pili, nasema mgombea urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, Dr John Magufuli amesema akichaguliwa kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu, serikali yake itahakikisha inaboresha maslahi ya majeshi ya ulinzi na usalama kutokana na kutambua mchango wao katika kulinda amani ya nchi.